E, bwana kufuatia tukio la mameneja wa Harmonize wa muda mrefu, tunamzungumzia Chopa pamoja na Jembe. Hawa ni mameneja wa Konde Music Worldwide, wamekuwa wakimsimamia Harmonize kwa wakati mrefu sana, na hivi karibuni tumeshuhudia kwamba katika bio zao wametoa utambulisho kwamba wao ni wasimamizi wa record label hiyo ya Konde Gang, jambo ambalo limefanya mashabiki na wadau mbalimbali wa music ya wa Konde Gang au Konde Music Worldwide eh, kujiuliza maswali kwamba nini ambacho kinaendelea. E, bwana moja kati ya vitu ambavyo vimeshangaza watu wengi sana kiukweli, lakini pia tunafahamu kwamba Harmonize hivi karibuni ametambulisha, ametambulisha management nyingine kuna watu kama wanne hivi wapya amewatambulisha. Sasa kutokana na hiki kitendo ambacho kimetokea siku ya jana cha mameneja wa muda mrefu wa Konde Music Worldwide kutoa utambulisho kama wako kama wasimamizi wa label hiyo ni kitu ambacho kimefanya watu waanze kuspekulate na kuhisi kwamba huenda Uh, hii ni kutokana na uongozi mpya watu wapya ambao wametambulishwa kama wasimamizi wa record label hiyo ya Harmonize. Umeona bwana, so hivyo ndivyo mambo yalivyo, na kutokana na hivyo basi, hii imepelekea moja kwa moja hmm. Hili swala limepelekea moja kwa moja watu kuanza ku hoji kwamba labda management ya zamani ya wakina Jembe pamoja na Chopa na hii mpya ambayo Harmonize ameitambulisha labda kum, kumekopo na kutokuelewana kati yao, na ikapelekea labda hawa wa zamani kujiuzuru. So hicho ni kitu ambacho watu pia wamekuwa wanajiuliza, lakini pia hapa Abikubanga, mmoja kati ya mashabiki kindakindaki wa Konde Gang, Konde Music Worldwide, lakini pia ni shabiki kindakindaki wa Harmonize mwenyewe, amekuja naye pia kuzungumza ya kwake kuhusiana na kile ambacho amekiona kinaendelea huko mtandaoni. Msikilize hapa Abikubanga. Shope. Kuna nini huko bana? Nimeona kwenye akaunti yako umefuta kila kitu kinachohusiana na Konde Gang. Na sio wewe tu, nimezama mpaka kwa brother Jembe naye nimekuta amefuta ile manager Harmonize amefuta na yenyewe. Na sijajua kuna nini, ni bora tukaambiana, kama kila mtu achukue hamsini zake, ajibwage, ayue moja, kila mtu anajibwaga kimpango gani au vipi? <laughs> Maana inaweza kawa chama limekufa, kwa watu watuambiane. Yeah, so hicho ndicho alichokizungumza Abikubanga. Amehoji hata yeye mwenyewe pia haelewi nini ambacho kimepelekea haya yote kutokea, kwa ameomba na yeye pia apewe mwongozo aambiwe kwamba Konde Gang imekufa au ni aje. So ukiwa kama mdau unahisi kwamba nini kimetokea au nini kimepelekea haya yote ku happen, weka maoni yako katika comment section, toka tukisoma na ku-reply kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata updates zaidi.